Ibani, karibu mpendwa wa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Jumamosi, Juma la 33, kipindi cha mwaka che wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha kwanza cha Makabayo sura ya sita aya ya kwanza mpaka aya ya kumi na tatu na somo la injili kutoka injili ya Luka sura ya ishirini aya ya ishirini na saba mpaka aya ya arobaini. Karibuni tusikilize injili. Somo katika injili ilivyoandikwa na Luka. Baadhi ya masadukayo wale wasemao ya kwamba hakuna ufufuo walimwendea Yesu wakamuuliza wakisema, Mwalimu, Musa alituandikia ya kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke lakini hana mtoto, na amtwae huyu mke, ampatie ndugu yake mzao. Basi kulikuwa na ndugu saba; wa kwanza alioa mke, akafa hana mtoto, na wa pili akamtwaa yule mke, akafa hana mtoto, na watatu akamuoa, na kadhalika. Wote saba wakafa wasiache watoto. Mwisho akafa yule mke naye. Basi katika ufufuo atakuwa mke wa yupi? Maana aliolewa na wote saba. Yesu akawaambia, wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa, lakini wale wahesabi yao kuwa wamestahili kuupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu, hawaowi wala hawaolewi, wala hawawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Lakini ya kuwa wafu ufufuliwa hata na Musa alionyesha katika sura ya kijiti hapo alipomtaja Bwana kuwa ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, naye si Mungu wa wafu bali wa walio hai, kwa kuwa wote uishi kwake. Waandishi wengine wakajibu wakamwambia, Mwalimu, umesema vema. Wala hawakuthubutu kumuuliza neno. Baada ya hayo neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, pamoja na tafakari ya injili ya siku ya leo tunaoi tafakari pia. Leo kanisa linafanya kumbukumbu ya mtakatifu Cecilia mfia dini na bikira. Tukiwa ukingoni mwa mwaka wa kanisa, kilitujia injili ya leo inatualika kutafakari kuhusu nyakati za mwisho za maisha yetu, yaani fumbo la maisha na kifo. Kila kiumbe hai kina sifa ya kufa. Sifa hii ni ya, sifa hii ni ya pekee kwani kila kiumbe hai huikimbia akiwemo binadamu. Mafundisho ya dini mbalimbali yanakiri kuwa roho ya mtu haifi. Dini za asili za Kiafrika zinafundisha kuwa mababu zetu waliokufa zamani, roho zao zinaishi na zina mahusiano na maisha ya watu. Ndiyo maana kukiwa na shida, mfano magonjwa ya ajabu, vifo vya ghafla, wanasema mababu wamekasirika na ili kujipatanisha nao wanatambika. Kwa Agiriki na dini za Kiyahudi imani hii ilikuwepo, lakini si kwa wote, maana watu kama Masadukayo hawakusadiki juu ya maisha yajayo. Asili na chanzo cha kifo ni adhabu waliopewa wazazi wetu wa kwanza wa kukosa utii kwa Mungu. Lakini kwa kifo na ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo, kifo si adhabu tena, bali ni njia ya kwenda mbinguni. Injili ya leo ni sehemu ya mafundisho ya Yesu juu ya maisha yajayo kwa Masadukayo ambao hawakuamini juu ya uwezekano wa kuwepo ufufuko wa mwili. Masadukayo kwa kutoa simulizi la mwanamke aliyeolewa na ndugu saba na wote wakafa bila kuacha uzao, wanauliza katika maisha yajayo atakuwa mke wa nani? Ni mara chache sana tunasikia Masadukayo wakitajwa katika Injili. Masadukayo ni kundi la matajiri wa Israeli wakati wa Yesu, yaani makuani na wafanyabiashara. Wao walikubaliana na mafundisho ya maandiko matakatifu tu na waliyakataa mapokeo yaliyofundishwa na kusimuliwa kwa mdomo. Na na Masadukayo hawakuamini juu ya ufufuko wa wafu na uwepo wa malaika au roho. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 23 aya 8, kwa maana Masadukayo husema kwamba hakuna ufufuko wala malaika wala roho, bali Mafalisayo kukili yote. Yesu katika injili ya leo anawatoa wasiwasi wale waliomuuliza juu ya nani hasa atakayekuwa mume baada ya maisha ya hapa duniani, ikiwa mwanamke huyo aliolewa na kulithiwa na ndugu saba wa familia moja. Yesu anawajibu na kuwaambia wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa, lakini wale wahesabiwao kuwa wamestahili kuupata ulimwengu huu na kule kufufuka katika wafu hawaoi wala hawaolewi. Jibu la Yesu ni kupitia maandiko matakatifu akisema kuwa maandiko matakatifu yako wazi kwamba wafu watafufuliwa na Mungu alishaweka wazi kuwa yeye ni Mungu wa wazima na wafu, katika ile sura ya kijiti kuwa yeye ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, rejea kitabu cha Kutoka sura ya tatu aya sita. Kwa jibu hili waandishi walisema, mwalimu, umesema vema, wala hawakuthubutu kumuuliza neno baada ya hayo, na hapo ukawa mwisho wa hoja za Masadukayo. Kumbe tunaona kuwa Yesu aliweka wazi kuwa maisha yajayo ni ya utukufu, hakuna kuoa wala kuolewa. Hivyo vyote tulivyo navyo na tuvifanyavyo hapa duniani tutaviacha. Kwa hiyo kama yote tutayaacha, hatuna budi kuishi kadiri ya matakwa Mwenyezi Mungu tuwapo hapa duniani tukitarajia kupata utukufu wa mbinguni baada ya maisha ya hapa duniani. Wapendwa familia ya Mungu, leo pia kanisa linafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Sisilia mfiadini ambaye aliuawa kwa sababu ya upendo wake kwa Kristo. Mtakatifu Sisilia katika kuishi Ukristo alipitia changamoto mbalimbali, hasa kwa wazazi wake ambao walimlazimisha kuolewa Jambo hili kwa Sisilia lilikuwa ni gumu, kwa sababu alitamani kuishi ubikira. Changamoto ya pili aliyopitia ni kufungwa na mwishowe kuuawa. Katika changamoto na mateso yote lakini, mtakatifu Sisilia alibaki katika kusali na kufunga, na mwishowe akavishwa taji ya ushindi. Mtakatifu Sisilia anajulikana kama somo wa waimbaji, kwa sababu Cecilia aliimba rohoni mwake wakati wa kupiga muziki walipokuwa wakicheza zumari na kupiga ngoma katika sherehe yake ya harusi na Valerian ambayo haikufanikiwa kwa sababu ya imani yake kwa Kristo. Hivyo wapendwa, familia ya Mungu, leo tunapomkumbuka mtakatifu Cecilia, tuendelee kuwaombea wale wote ambao huwa wanajitahidi kufanya ibada za kanisa ziwe nzuri zaidi katika muziki na nyimbo zao, ili waendelee kufanya hayo yote kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. pia tumuombe Mtakatifu Cecilia atusaidie kutambua kwamba katika kumfuata Kristo tutapitia changamoto na mateso mengi, lakini katika hayo yote hatuna budi kusali na kufunga ili tuweze kuyashinda yote ambayo ni makwazo katika kufikia utukufu wa mbinguni. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Jailos Mgaya wa shirika la wa misionari wa Damu Takatifu ya Yesu, kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Del Bufalo, Kora, Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo! Milele amina!